kula na majoga yameshawika fanya Unguja na Bara upesi gari ndoka. Tuna kazi ya kuhakikisha kwamba tuna baki wamoja, twende pamoja. Hii kazi ilipobaki ni padogo, twende tukai. Kwa hiyo mi niwashukuru sana tena sana, mmeonesha ukomavu, mmeonesha uongozi kwa wa kuyasimamia haya, na mimi niwatakie kwamba inshallah hapa palikobaki tumalize. Nawashukuru sana, nawashukuru sana. Na sana, sana kwa mapokezi nawashukuru sana. Sana. Na yani, leo menipa surprise mafua basi ashaanza kukua, yeah. <coughs> <Sana, tos> nimeipenda <kukua>. Yeah. <coughs> nimeipenda kweli kweli <coughs> maana <meipenda kwen> <coughs> hii tunaweka sasa E, tunaweka jambo jipya, nawatangulia e, na wengine si kama ilivyo kawaida hey. h kwa hivyo uh, nashukuru sana kwa kweli kwa hili, mmenizidisha hii, mmenipa posho kubwa sana, mmenizidisha ari ya kuendelea na shughuli zetu, na mi niwahidi kwamba insha allah na Alhamisi kijaliwa tutakuwa vuga, tutaonana eh, tutazungumza vingine.